Katika mji wa Log, mwanaharamu maarufu Gold Roger anaongozwa hadi kwenye jukwaa ili anyongwe, akitazamwa na Marine Vice Admiral Garp. Kabla ya kunyongwa, mtu mmoja kwenye umati anamuuliza Roger, alikoiacha hazina yake ijulikanayo kama One Piece. Roger anajibu kwamba ameiacha ili mtu aipate kabla tu hajachomwa kwa kisu na wanyongaji. Umati wa watu unakimbia kuanza kutafuta huku Roger akicheka, kuashiria mwanzo wa enzi kuu ya maharamia. Miaka 22 baadaye, Luffy yuko kwenye mtumbwi mdogo akimweleza ndege kuhusu ndoto yake ya kupata One Piece, kusafiri Grand Line na kuwa mfalme wa maharamia. Kwa bahati mbaya, mtumbwi unaanza kuzama haraka. Hivyo Luffy anaingia kwenye pipa ambalo linaelea baada ya mtumbwi kuzama. Pipa hilo hatimaye linaelea katikati ya meli mbili zinazopitia vita vya majini. Kundi la maharamia linaloongozwa na Captain Alvita linashambulia boti ya abiria na katikati ya mapigano pipa la lafi linapatikana na kuletwa ndani ya meli. Abiria hawako tayari kupigana, na baada ya hatua chache za haraka, wafanyakazi wa Alvita wanateka meli kwa urahisi. Kisha Alvita anataka kujua mahali alipo Zoro, mwindaji wa zawadi ambaye anaamini anamtafuta kwa ajili ya zawadi yake. Abiria anafichua kwamba walimpeleka Zoro kisiwa cha Siksas, lakini Alvita hakuwa kwenye orodha ya Zoro. Hili linamkasirisha Alvita ambaye anamua mtu huyo mara moja na kumwamuru mvulano wa chombo Kobi asafishe. Baadaye jioni, Kobi anasafisha chini ya sitaha. Ghafla Lafi anatoka kwenye pipa lake. Kobi anapiga kelele kwa hofu na kumlazimu Lafi kumnyamuzisha. Baada ya kujifunza kuhusu maharamia wa Alvida, Lafi anafichua kwamba yeye pia ni mharamia, jambo linalomshangaza Kobi kwa sababu Lafi ni mzuri. Lafi anasema kwamba sio maharamia wote ni wakali, na anamwelezea Kobe hadithi kutoka utotoni mwake. Luffy alikulia katika kijiji cha Windmill ambacho mara nyingi kilitomelwa na Red Hair Pirates na kapteni wao Shanks, ambaye Luffy alimheshimu sana. Luffy alitaka kujiunga nao, lakini Shanks aliendelea kumkataa. Luffy alijaribu kuthibitisha ugumu wake, lakini hilo lilimfanya tu awe na kovu chini ya jiko. Mara kila mtu anapolala, wawili hao wananyata juu ya sitaha na kwenda hadi usukani ambapo Luffy anashika kigoda lakini akikipeperusha kwa bahati mbaya anapiga kengele na kuamsha wafanyakazi. Alvita anamkabili Lafi akidhani yeye ni mwindaji wa zawadi, lakini Lafi anamkasirisha na kumsababishia kumshambulia kwa hasira. Wafanyakazi wengine wa Alvita pia wanarukia vitani na mmoja wao anampiga risasi Lafi, lakini mwili wake unafyonza risasi na kuirudisha. Kisha Lafi anafichua kwamba uwezo wake mkuu ni mwili uliotengenezwa na mpira na anautumia kukwepa mashambulizi yote ya maharamia Huku akishinda kwa urahisi. Katika pambano, Alvita anayekaripiwa kwa bahati mbaya anawasha moto kwenye meli na kumlaumu Kobi, hivyo anajaribu kumuua. Hata hivyo, Luffy anapokea pigo kwa kichwa chake. Kabla ya kunyosha mkono wake mbali na kumpiga kwa nguvu Alvita, akimtoa nje ya meli. Wafanyakazi wake wanajisalimisha mara moja na Luffy anamwambia Kobi apate mashua na chakula ili waondoke. Wakati huo huo, kwenye kisiwa cha Sixas, Zoro anafuatwa na bwana Seven kumwalika ajiunge na chama cha wauaji. Zoro anapuuza ofa yake na kumdharau Seven, ambaye anamshambulia mara moja na panga zake. Zoro anajitetea kwa panga zake mwenyewe na ustadi wake mkuu, na inakuwa rahisi kwake kumkata Seven kiunoni na kumuua. Siku iliyofuata Lafi na Kobi wanasafiri kwenye mashua mdogo, na Kobi anauliza jinsi mwili wa Lafi unavyoweza kujinyosha. Lafi anaeleza kwamba miaka kumi iliyopita alikuwa na maharamia wa nywele nyekundu kwenye baa na akaamua kuangalia masunduku yao ya taizana. Alipata sunduku rahisi lenye tunda la ajabu ndani yake na hakusita kulila. Wakati huo jambazi Higuma na genge lake waliingia kwenye baa na kudai vinywaji, lakini mhudumu wa baa aliwasheza kwamba vinywaji vimeisha. Shanks alimpa Higuma chupa ya mwisho, lakini Higuma alijibu kwa kuivunja juu ya kaunta. Hata hivyo Shanks hakukasirika na akaanza tu kusafisha na kumsababishia Higuma kuvunja vitu vingi zaidi kabla ya kuondoka. Luffy alimwita Shanks mwoga kwa kutopigana, na alipojaribu kukimbia nje ya baa, Shanks alimshika mkono. Kwa mshtuko wa kila mtu, mkono wa Luffy ukajinyosha na Shanks akajua mara moja mvulana alikula tunda la shetani ambalo liliwapa watu uwezo maalum lakini pia liliwafanya washindwe kuogelea. Kisha Luffy anamuuliza Kobe kuhusu ndoto yake na Kobe anakiri kwamba anataka kuwa Marine. Lafia na biza wote wataenda kwenye kambi ya Marine kwa ajili ya Kobe kujiunga na kupata ramani ya Grand Line. Hapa karibu Nami amekwama kwenye mashua na hana chochote ila sunduku la tazana na anafuatwa na maharamia wawili. Anaomba msaada wao, na maharamia wanaruka kwenye mashua kuangalia sunduku tu kugundua iko tupu. Ote imekuwa ni mchezo wa Nami, ambaye anaruka kwenye meli yao na kusafiria mbali. Muda mfupi baadaye Luffy na Kobi wanatua mji wa Shell na wanaenda kwenye baa ambapo Zoro pia na Nami yupo. Wakati Nami inachezea na kimahapenda kwa afisa wa Marine, binti ya mhudumu wa baa anajaribu kumpa Zoro vitafuni lakini kwa bahati mbaya anagongana na Helmeppo, mtoto wa kapteni muhimu wa Marine. Helmeppo anakasirika na kubisa vitafuni vyake chini kwa ajili ya kuvikandaga miguuni, lakini Zoro anaingilia ndani na kula vitafuni kabla ya kumwomba Helmeppo amwombele msamaha msichana. Helmeppo anajibu na maneno makali na vita vinaanza, Vikavya vinavyokuwa kuwa mpambano mkamili wa baa. Lafi anavutiwa na jinsi Zoro anavyowashinda kila mtu kwa urahisi kwa kutumia vipunde vya panga, huku Nami akitumia fursa hiyo kumpiga afisa na kuiba salamu yake. Zoro anamzunguka Helmepo ambaye anajitolea kumpeleka Zoro kwa baba yake kwa ajili ya dili kwenye kambi ya Marina. Zoro anakutana na Captain Morgan na anauliza zawadi kwa bwana Seven. Hata hivyo, Morgan anasema kushambulia Marine ni hatia anayobandwa kwa ajili ya kifungo cha siku saba. Ikiwa Zoro hatajisalimisha, hatapata tena kukusanya zawadi, hivyo Zoro anakubali kufungwa kwa siku saba. Wakati huo huo, Luffy anataka kuvunja ndani ya kambi ya Marine na anapata wazo anapoona bomba la maji ya taka. Asubuhi iliyofuata, Zoro aliyofungwa anakabiliwa na Helmeppo, ambaye anamchezea Zoro na panga zake mwenyewe, huku akifichua kwamba Morgan hana nia ya kumwacha baada ya siku saba kuisha. Wakati huo Lafi anapanda nje ya greti ya maji ya taka na anamkuta Zoro, hivyo anamwomba ajiunge na wafanyakazi wake. Zoro anakataa na Lafi anapomuuliza kuhusu ndoto yake, Zoro anafichua anataka kuwa mpigana mkuu wa panga duniani. Akivutiwa, Lafi anamfungua Zoro kabla ya kurudi kwenye maji ya taka. Indani ya kambi Nami anatumia salama iliyoibwa kuingia bila kuonekana. Anapoingia kwenye maktaba, afisa anamuuliza anafanya nini huko, na Nami anadai kwamba Morgan alimtuma kutafuta ramani ya Grand Line. Afisa anasema hilo haliwezekani kwa sababu ramani muhimu zimefungwa kwenye ofisi ya Morgan, lakini kabla nami hajajibu, afisa aliyemuibia anatokea. Nami anatoa fimbo yake mara moja na kuwapiga wote wawili chini kwa uhakika. Wakati huo Luffy anafuta kwenye grate ya dirisha, kwa hivyo nami anaendelea na uongo wake na anajaribu kumkamata, lakini Luffy alisikia kila kitu na anamfuata nje ili waibe ramani pamoja. Wakati huo zoro anaenda nje na pipa na kuona vita na anaamua kujiunga nao na ni rahisi kwa wote watatu kuwashinda maafisa wote. Hata hivyo, Morgan anafika kwa haraka na yeye ni mgumu kuliko hivyo. Luffy na Zoro lazima wafanyi kazi pamoja na maafisa wengine. Zoro anafichua mtindo wake wa panga mitatu na anautumia kushika mkono wa shoka wa Morgan, ambapo kinamruhusu Luffy kuzindua teko lililonyoshwa. Linapiga Morgan usoni na kumshinda. Baadaye Zoro anatumia nguvu zake kuu kuinua sefu na kuipeleka kwenye mashua ya Nami. Watatu wao wanajiandaa kutoroka pamoja, lakini wakati huo Helmeppo anatokea akifichua kwamba Zoro aliharibu nywele zake na anajaribu kuwakamata. Hata hivyo, Koby anafika na kumpiga nje. Kwanza Koby aondoki nao kwa sababu anajiunga na Marines. Luffy anaheshimu hilo na anaondoka baada ya kumwita Koby rafiki yake. Wakati huo huo, Gap anapokea simu ikimwambia kwamba ramani ya Grand Line imeibiwa. Wakati huo huo Kabaji anapeleka habari hiyo hiyo kwa Captain Buggy wake ambaye anahidi kupata ramani kwa ajili yake mwenyewe. Baadaye kwenye meli, Luffy anafikiri kuhusu utoto wake, siku moja alipokuwa akijaribu uwezo wake kwenye baa. Shanks ghafla alifika na wafanyakazi wake wakiomba chakula cha miezi kadhaa. Luffy alimuuliza ni lini atarudi, lakini Shanks alisema hatarudi. Kisha Luffy anaanza kumsumbua Nemi huku akijaribu kufungua sefu ya Morgan anamsukuma Luffy na karibu kusababisha kofia yake ya majani kupeperushwa baharini, hivyo Luffy anamwambia asitishie kofia kwa sababu ni mali yake anayothamini zaidi. Baada ya Nami hatimaye kufungua sefu na kupata ramani ya Grand Line, ghafla wanashambuliwa na meli na ukaribia ambayo na fiatua risafi zinazoeneza gesi nyekundu karibu nao. Gesi inasababisha watatu wao kuanza kupoteza fahamu, hivyo Luffy anahakikisha kumeza ramani kwanza. Muda mfupi baadaye watatu wao wanaamka ndani ya kreti ya mbao ambayo hivi karibuni inashushwa ili kuwaacha katikati ya onyesho la sarakasi la wafanyakazi wa Bagi. Sarakasi inahudhuriwa na, na wananchi ambao wamefungwa minyororo kwenye viti vyao ili kufanya kile kinachoonekana kwenye kadi za Q. Kisha Bagi anaingia akisema anataka ramani ili kumkengeusha, Nami anaonyesha uwezo wa Lufi akisema anaweza kufanya unyesho, kisha anakimbia nje ya hema. Nje anashtuka kugundua kwamba mji umeharibiwa kabisa na wafanyakazi wa Bagi na maharamia wanamfukuza ili kumkamata. Bagi anaagiza Zoro na Nami wachukuliwe huku akimhoji wa Lufi kuhusu ramani. Katika mji wa Shell, Garp anafika kambini ambapo Morgan anaeleza kilichotokea lakini anadanganya kuhusu maelezo ili aonekane mzuri. Baadaye Kobi anaitwa kwenye ofisi ya Garp ambapo anaitwa mdudu kwa sababu alionekana akizunguka na Lufi. Kobi anaeleza Luffy alimwachilia tu kutoka kwa Alvita na ndoto yake ni kuwa marine na kuafikisha maharamia kama Luffy kwenye haki. Garp anakubali jibu na anamwambia Kobi watamkamata Luffy pamoja. Baadaye Garp anamfunga Morgan mbele ya maafisa wake wote kama adhabu ya kudanganya, kisha anatangaza watajikita katika kumsaka Luffy. Rudi kwenye sarakasi, Zoro amefungwa kwenye gurudumu huku Nami akiwa amefungwa kwenye kibanda cha ndege. Wakati Nami anajaribu kutumia kifunguo kufuri kufungua kibanda Kabaji anaingia na kujitambulisha kwa Zoro akifichua kwamba alimuua kaka yake kwa ajili ya dhawaji, Zoro amkumbuke kaka wa Kabaji, jambo ambalo linamfanya Kabaji akasirike na kuanza kumtupia visu Zoro huku akizunguka kwenye gurudumu. Kwenye jukwaa kuu Bagi amemfunga Luffy kwenye kifaa kinachonyosha mikono na miguu yake pande zote za pete, lakini hii isababishi maumivu yoyote kwa mwili wa mpira wa Luffy. Ghafla Bagi anaona kofia ya majani na anaitambua kama ya Shanks, akifichua kwamba yeye na Shanks walikuwa kwenye wafanyakazi mmoja na kudai kwamba Shanks alimsalatia. Kisha Bagi anajaribu kumfanya Luffy azungumze kwa kumtishia kuweka mtoto kwenye kifaa cha kunyosha. Akiwa na hasira, Luffy anafanikiwa kujitoa kwenye vifungo vyake na kumpiga Luffy usoni, kwamba ghafla inapeleka kichwa chake kuruka, lakini Bagi anafichua kwamba yeye haiko muda wote, lakini alipisa tunda la shetani ambalo lilimpa uwezo wa kutenganisha sehemu ya mwili wake. Bagi anagawanya mkono na kuipeperusha nyuma ya kichwa cha Luffy ikilipua bomu la gesi ambalo linamzimia Luffy. Kumbukumbu nyingine inaonyesha Luffy alikuwa kwenye baa wakati Higuma na genge lake lilirudi wakidai kwamba hatimaye wamepata vinywaji. Luffy alimkabili Higuma na hasira, jambo ambalo lilimfanya mjambazi amchukue ili kumwadhibu, lakini Shanks alifika na kumwambia Higuma amwachilie Luffy, lakini Higuma alipokataa, wafanyakazi wa, wa Shanks walishambulia mara moja, jambo ambalo lilisababisha vurugu zuke. Waliwashinda majambazi kwa urahisi. Lakini Higuma alitumia vurugu kutoroka na Luffy kwenye bashua. Katikati ya bahari, Monster mkubwa alitokea na kupiga bashua kabla ya kumla Higuma. Luffy alizamia sarasale kwenye bahari, lakini Shanks alifika kwa akili na kumvuta juu. Kisha Monster alijaribu kushambulia tena, lakini Shanks alimtazama kwa na hakuofu, akimwambia ondoke. Hili lilifanya kazi kweli na baada ya Monster kuondoka, Luffy aliona Shanks alipoteza mkono, lakini Shanks alisema usalama wa Luffy ulikuwa muhimu zaidi. Kwenye sarakasi, Luffy anamka kwenye tanki la gilasi ambalo linajaza maji ya baharini polepole. Katika chunga kingine Kabaji staji hajamgonga Zoro na visu vyake, lakini kutupa moja kufungua kamba, huku Kabaji akimtazama Zoro, Nami anafanikiwa kujitoa kwenye kibanda na kumshambulia Kabaji, kumruhusu Zoro kujitoa kwenye kamba na kumpiga Kabaji nje. Kisha wawili wanarudisha silaha zao kusubiri kwenye jukwaa ambapo Nami anamwachilia Rufi kutoka kwenye tanki kwa kurusha fimbo yake kuivunja. Rufi anatema ramani akiwa na koho, maji ya ya baharini kwenye mapafu yake, na kwa sababu anakimbia kuchukua kofia yake kwanza, Bagi anaweza kuchukua ramani. Zoro anamshambulia Bagi lakini upanga wake haufanyi hadhari yoyote kwa sababu Bagi anaendelea kugawanya mwili wake. Kisha Bagi anatenganisha mwili wake wote kuwa vipande vidogo vidogo na kuvipeperusha zungumaa kwa nguvu kubwa kuwashinda kwa mashambulizi mengi. Baada ya kumshinda Zoro na Nami, Bagi anamkana Luffy chini na kuchoma kupitia kofia ya majani, lakini Luffy anaona masanduku watu na anawaambia marafiki zake ana mpango. Watatu anaanza kutumika pamoja kupiga sehemu mbalimbali za mwili wa Bagi ili ziruke ndani ya masanduku ambayo Nami anayafunga ili mzue Bagi kujikusanya tena. Bagi anabaka na kichwa, mikono na miguu tu, na Luffy ananyosha mikono yake miwili nyuma kumpiga Bagi kwa nguvu kubwa sana kumfanya ruke nje ya hema na mbali na isiwani. Kisha watatu wanarejea ramani na kuwaachilia wananchi wote. Baadaye wanajiandaa kuondoka na wenyeji wanapowaaga, Luffy anakumbuka mara ya mwisho alimwona Shanks kabla Shanks hajaondoka. Luffy alimwambia hatimaye amekubali hakuwa tayari kuwa mharamia bado, lakini siku moja angekuwa bora zaidi. Shanks alimpa Luffy kofia yake ya majani akimwambia anaweza kuirudisha pindi tu atakapokuwa na nguvu. Baadaye kwenye meli, Nami anatengeneza kofia ya Luffy kabla ya kujificha kwenye chumba ambapo anatoa kifaa kidogo anachotumia kumpigia simu mtu wa ajabu kumwambia amepata ramani. Muda mfupi baadaye, Luffy anafichua alitengeneza bendera ya maharamia kwa ajili ya meli, lakini Nami anaichukia. Kisha Zoro anatoka nje ya chumba na anasema kwamba chumba kilichofichwa chini ya ubao wa sakafu ambacho alikikosea kwa choo kinachukua maji ya bahari. Nami anakimbia kuangalia vitu vyake na anagundua kifaa chake sasa kimevunjika. Luffy anaamua wanapaswa kupata meli bora, na Nami anamjulisha mahali pa karibu zaidi kwa hilo ni visiwa vya Gecko. Wakati huo huo, Gap anamwalika Koby kwenye chunda chake tena kucheza go. Koby anapoteza mchezo wa kwanza na kumsababishia Gap kusema yeye ni mlinzi sana, na anaweka saa ya kupima ili Kobi ajibu haraka, akieleza hiyo ndiyo jinsi maharamia wanavyofikiri. Ghafla, Helmepo anaingia na anafichua kwamba walipata bendera ya Luffy karibu na visiwa vya Geko, hivyo Gap anafanya mipango ya kuelekea huko. Rudi kwenye sarakasi, Bagi anafanya kazi ya kurejesha mwili wake, wakati mtu wa ajabu wa samaki anamkaribia akisema kwamba Along anataka kumwona Bagi. Bagi anapojibu kwa kumshambulia kwa kisu, yule jamaa anakwepa na kumpiga ngumi Bagi kumpiga nje. Baadaye, Bagi analetwa kumwona Along ambaye anadai ushuru. Akiwa hana chochote, Bagi anamweleza Along kuhusu Luffy kwenye ramani, akitoa miunganisho yake kumkamata ambayo Along anakubali. Watatu hao wanapofika kwenye visiwa vya Geko, wanaenda moja kwa moja kwenye kibanda cha meli ambapo Luffy anapenda mara kwa moja meli kubwa. Ghafla Usop anatokea kuwaambia watatu hao kuhusu meli hiyo, huku kumbukumbu kumbu ikionyesha kwamba tangu alipokuwa mtoto Usop angepiga kengele na kukimbia chini ya barabara akipiga kelele kwamba maharamia wanakuja kijijini. Miaka mingi iliyopita hii ilisababisha hofu, lakini hatimaye wanakijiji waligundua alidanganya na kuacha kumjali. Usop anawaambia watatu hao kwamba meli haijawekwa kwa ajili ya kuuza, lakini kibanda chote cha meli kinamilikiwa na rafiki yake, hivyo anawapeleka kumwona Hivi karibuni kundi linafika kwenye nyumba kubwa ya kifahari ambapo watumishi Sham na Buchi wanawaambia waondoke. Hata hivyo, mmiliki Kaya anafika na msimamizi wake Klehado na anafurahi kumwona rafiki yake Usop, hivyo anawaalika kila mtu kukaa kwa chakula cha jioni na kusherehekea siku ya kuzaliwa ya kumi na nane. Watatu hawa wanapojaribu mavazi mapya kwa ajili ya chakula cha jioni, Luffy anamwahidi Nami kwamba atamshawishi Kaya kuwapa meli. Zoro anatoa maoni kwamba Crehado anaonekana julikana lakini hawezi kubaini kwa nini. Wakati huo huo, Usopp anaenda kwenye chumba cha Kaya na anampa zawadi ya siku ya kuzaliwa, jiwe analodai ni lulu. Anashiriki hadithi nyingine ya matendo aliyonyafanya ambazo zote ni uongo, lakini Kaya anazipenda. Baadaye Crehado anamletea Kaya chai yake, ambayo amemfanya anywe tangu wazazi wake walipokufa na akawa msimamizi wake baadaye Klehado anawaangalia wafanyakazi jikoni ili kuhakikisha wanakumbuka kuweka tumu kwenye supu ya Kaya wakati wa chakula cha jioni. Kundi linaunganishwa na wakili wa familia Meri. Kwa sababu ya afya yake, Kaya haruhusiwi kula chochote isipokuwa supu yake. Kabla hajajaribu kuionja, Luffy anarukia juu ya meza kutoa hotuba ya moyo na kuomba Meri. Kaya anapojaribu kujibu, anaanza kukohoa sana na kumsababishia Klehado kujaribu kumfukuza kila mtu, lakini Kaya anamsimamisha na anamwalika kila mtu kukaa kwa usiku. Katika misi Zoro anatafuta vitafunashi na gongana na Zoro ambaye anataka kinywaji. Wanaenda jikoni na kumpata Usop. Anawaeleza kuhusu urafiki wake na Kaya na ukweli kwamba baba yake ni mharamia ambaye aliondoka alipokuwa mtoto. Kisha Usop anampeleka Zoro kwenye chumba cha mpua cha kutafuta kinywaji, huku Luffy akikaa kula supu yote. Wakati huo huo Nami anazunguka akiiba vitu vya thamani. Ghafla anasikia kelele. Anajaribu kurudi kwenye chumba chake, lakini kwa bahati mbaya anaishia kuingia kwenye chumba cha Kaya badala yake. Kaya anaweza kujua Nami anafanya nini, lakini hajali na anamwalika kukaa kwa ajili ya mazungumzo. Wasichana hao wanaishia kuunganisha, na Kaya anaruhusu Nami kuweka vitu vyake vya thamani, lakini anapoondoka, Nami anavirudisha. Klehado anajitokeza na Sham na Bauchi na anafichua makucha yake na kumfanya Zoro hatimaye kugundua kwamba Klehado ni mharamia anayetafitwa Kuro. Wanaume hao wawili wanaanza kupigana mara moja, lakini Kuro ni mwepesi sana na anamfanya Zoro awe mbizi ili Sham aweze kumpiga nje kwa nyuma. Baadaye Usop anaelekezwa kumwona mwili Zoro na mauti na panga zake kwenye kisima. Hawamfuati Usop kwa sababu wanajua hakuna atakayemwamini Hili linathibitika kuwa kweli kwa sababu Usop anapiga kengele kijijini lakini anapuuzwa. Kisha inafichuliwa kwamba Usop alianza kufanya utaratibu huu kwa sababu ya imani yake kwamba baba yake atarudi kwa mama yake mgonjwa, ambaye alishukuru ishara ya mwanawe kabla ajafa. Sasa Usop anaanguka kwa kukata tamaa tu kupatikana ghafla na, na Kobi ambaye anasema anamwamini. Kwenye nyumba kubwa nami anampata Lufi ya mizimia. Na anajaribu kumhamisha lakini wakati huo wa waalifu wanaingia hivyo anajificha kwenye kabati. Watatu wao wanampata Luffy pia na kujadili mpango wao wa kumuua Kaya ili kupata kibanda cha meli ambacho nami anasikia. Ghafla Usopp anafika na Coby na Helmeppo kumshutumu Kuro kwa kuwa mharamia. Coby hawezi kum